Uh, naomba utege sikio uh, kwa hili naloenda kuliongea uh, ni mbinu ambazo zinaweza kufanya ukafaulu mtihani wa usaili wa uaskali kwa asilimia tisini na tisa, na inakubidi unisikilize sana. Kuna mambo makuu kumi ambayo ukiyafata, basi utakuwa na asilimia kubwa sana ya kufaulu kwenye mtihani wa usaili na jambo la kwanza ni muhimu sana, ambalo inatakiwa kila mtu alijue na alifate. Tukianza na jambo la kumi, inatakiwa ufanye checkup mapema ya mwili wako ili kujua hali ya kiafya ya mwili wako. Na namba tisa, ni ufate sheria zote ambazo watakwambia kabla ya kufika. Wakikwambia vaa nguo ya fulani, uvae nguo ya namna fulani yenye mahadhi fulani, basi inabidi uvae usikiuke sheria ambayo watakupatia. Na namba nane, ufike mapema katika eneo la usahili. Ikiwezekana ufike kabla ya saa moja, ujue ni mazingira gani unayoenda kufanyia usahili na ujue unashindana na watu wa aina gani. Umeona ile presha utakuwa umeitoa. Na namba saba, anza mazoezi mapema, maana kuna kukimbia asaili usije ukateseka, basi uanze mazoezi mapema sana kukimbia umbali mrefu, ili chochote kitakachotokea katika usairi, mkianza kukimbia, basi afya yako inakuwa ishazoea ile hali ya ukikimbia. Na namba sita, uwe na vitu vyote ambavyo umeelekezwa. Kama uliambiwa uje na vyeti vyako original, basi inabidi uwe na vyeti original, sio na vyeti ambavyo ni kopi, hapana. Uje na vyeti original na vyote ambavyo umeelekezwa ufike navyo kwenye eneo la usahili, basi uwe navyo a. Na namba tano, usikate tamaa. Kitu kibaya ni kukata tamaa, maana mtakuwa ni wengi sana. Ukiangalia mi bana, niko niko peke yangu, niko mnyonge, kuna watu unawaona labda ni warefu, we sio mrefu sana, umenielewa, unasema miti yale sitafaulu. Hapana. Usikate tamaa, jipe moyo na upambanie katika nafasi yako. Na namba nne, ujiamini sana. Jiamini unapoenda kwenye usaili, ujiamini, usiwe na hofu. Jiamini maana watakuuliza maswali ya kejeli, watakuuliza maswali ambayo yatakupa tekniki, yatakupa changamoto, ambapo kama hautokuwa unajiamini basi yatakutoa auti, utakuwa nje ya mchezo kabisa na namba tatu, usimdharau mtu yoyote kwenye eneo la tukio. Kwenye eneo la tukio anamaanisha eneo la usaili. Usimdharau mtu yoyote yule, ya kubidi umuheshimu kila mtu ambaye yuko eneo lile. Na wakati mnafanya usaili, hii ni namba mbili sasa. Wakati mnafanya usaili, basi utumie lugha ambayo ni rafiki, lugha ambayo ni ya kielimu zaidi, lugha ambayo itamuonyesha mtu we ni mtu wa hadhi gani, we ni mtu wa maadili gani? Umeelewa, uweze ukatumia lugha mtaani. Unapofanyiwa usaili, ya kubidi utumie lugha ambayo ni nzuri, ya maadili. Na la mwisho, ya kubidi usali sana, umuombe Mungu, maana mtakuwa wengi, na ukumbuke kwamba Mungu naye muomba wewe na wenzako walioenda kwenye usaili, wanamuomba Mungu yule yule kwa hiyo mwisho wa siku tumwachie kila kitu Mungu, tufanye hii ya kumi mpaka ya pili tuifanye kwa uwezekano wetu wote, kwa moyo wetu wote, lakini usije ukasahau kumwomba Mungu. Asante sana kwa kunisikiliza, na ushe video hii na kwa wengine, na pia usubscribe, ucomment, ulike. Asante sana.